Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mm. inshallah kwa rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa tutazungumza kwa uchache kabisa, uh, yale ambayo mwanadamu anapofariki huwa anasindikizwa na vitu gani. Kama vile bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba idha mata bnu adama mwanadamu anapokufa husindikizwa yeye na vitu vitatu, husindikizwa na vitu vitatu. Akasema husindikizwa na jamaa zake, kwa maana ndugu zake, husindikizwa na mali yake, husindikizwa na matendo yake, kwa maana vitu vitatu hivi ndivyo vitu ambavyo mwanadamu anasindikizwa pale anapokuwa anapofariki, lakini Mtume akasema fayarjiu ithnan wa yabqa wahid, huwa vinarudi vitu viwili na kikabaki kitu kimoja, kwa maana inarudi mali yake, inarudi kama magari yake yote yanarudi, ndugu zake wote wanarudi na ile mali yake, vitu vyote vinarudi. Wa yabqa wahid, na inakuwa inabaki moja ambacho hici kinachobaki na ni al-a'mal ni yale matendo yake huwa yanabaki. Kwa nini matendo yake yabaki? Yanabaki matendo yake kwa sababu ndiyo ambayo yeye wakati anaishi kwenye maisha hayo ya dunia alijitengenezea mifumo hiyo ya kwamba matendo yake ndiyo atakienda kumsaidia kwenye safari yake. Kwa hiyo anaondoka na matendo yake ili mbele ya safari yake yaweze yakaende kumsaidia yamsaidia yale matendo yake ambayo yeye aliyoyafanya. Sasa je, sisi wanadamu, sisi Waislamu, matendo gani ambayo kwamba sisi tumeyaandaa ambayo yanaonyesha baada ya kufa kwetu sisi yataenda kutusaidia mbele? Maana yake ni kwamba faidha kasabta khairan fatajidu, ukiwa umechuma khairi, basi utaikuta mbele yako da shari kadhalika, pia ukiwa umechuma shari utaikuta pia mbele yako kwao. Kwa nafasi hii tuliokuwa nayo kwa muda huu tuliokuwa nao wa afya zetu wa akili zetu timamu namna vile tulivyo, basi tutumie afya zetu katika kuyatengeneza na kuyafanya mambo ambayo yatatusaidia baada ya kuwa sisi afya zetu zimeshakuwa mbovu, kwa maana zishakuwa tuna maradhi, atutumie muda wetu wa uhai, maisha yetu wa uhai Ma, haya matendo yetu yao yanatusaidia kwa ule muda ambao utakapokuwa sisi tumefanyaje, tumefariki. Sasa tutakapofariki, matendo yetu ndio ambayo sisi yatatusaidia tunakoenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio hivi vitu vingine ambavyo sisi tunahangaika nazo katika haya maisha ya dunia. Tunahangaika kwa sababu ya nafsi, mioyo yetu, nafsi zetu ndizo ambazo zinazotupelekea na zinatufanya tuwe hivyo mtanguni kila mmoja katika sisi ahakikishe kwamba anayafanya matendo ambayo ili ya kwenda kumsaidia baada ya kufa kwake, kwa sababu haya maisha tuliyokuwa nayo, kuna maisha mengine baada ya maisha haya. Na ili uamini kwamba kuna maisha mengine baada ya maisha, angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ametufundisha jambo, katufundisha jambo gani? Katuambia hivi kwamba mtu anapofariki, tunamswalia pale kwenye swala ya maiti, swala kwenye swala ile ya maiti, kwenye rakaa ya tatu kama si wa nne, unasema maneno haya Allahumma, Allah akhlifu daran khairan min darihi. Ey Allah mpe badali ya nyumba iliyokuwa bora kuliko nyumba yake ya dunia aliyoiacha. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kumbe kule unapoenda kwenye maisha yale ya akhera, kwenye maisha yale ya barzakhi kule, pia ni maisha mengine yale, ambako pia kule kunatakiwa nyumba, ambazo nyumba ambazo, wewe mwenyewe uliojenga kwenye haya maisha ya dunia, ndio umejenga, kwa maana kwamba maisha ya dunia ni maisha ambayo ya, ya kuchuma. Ad-dunia, dunia ni dar iktisab, ni nyumba ya kuchuma. Al akhirah na akhira darul jaza, na akhira ni nyumba ya malipo. Yeah. Ulichuma nini kwenye maisha yako ya dunia je? yeah. Ulifanya nini kwenye maisha yako ya dunia? Ulichokifanya kwenye maisha yako ya dunia, ulichokichuma kwenye maisha yako ya dunia ukakitengeneza, ndicho ndicho ambacho ambacho utakachoenda kupewa na ndicho ambacho utakachoenda kulipwa. Kama vile ambavyo unavyoona leo, wale waajiriwa wote, wale waajiriwa kwenye serikali, waajiriwa kwenye makampuni, haiwezekani mimi ambaye sijaajiriwa kwenye kampuni leo niende mwisho wa mwezi ukifika <coughs> niende nikakinge mikono kwamba na mimi nipate mshahara. Nipate mshahara kwa, kwa makubaliano gani, wakati mimi sije sijaajiriwa? Maana yake ni kwamba atapewa mshahara yule mtu ambaye tayari alishafanya kazi, na mimi sikufanya kazi kwa siwezi kupewa chochote, hata kama nitaenda kunyosha mikono kama nipewe mshahara, siwezi kupewa, kwa sababu sikufanya chochote katika kazi, na zile ajira ambazo zimeajiriwa mimi sipo, sikufanya hicho kitu kwa. Inshallah taala, Allah bariki, atujalie tutengenezee muda wetu mwingi, fikra zetu nyingi, tuziandae kwa ajili ya kutengeneza matendo yetu yaliyokuwa mema mazuri, ili yaweze kutusaidia baada ya safari hii ya maisha ambayo tunaenda nayo, baada ya maisha ya dunia haya, bali yanakuja huko mbele ya maisha ya barzakh. Ndugu kadhalika, pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana hadithi ndefu ambayo imeileta iliyopokelewa na Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema

Matendo yake yote ameyakata, ametumia uzani wa inkata, ala wazni infaala, inkata ala wazni infaala. Kwa maana ya kwamba kitendo hichi cha inkata ni amba amba kitendo ambacho chenyewe kinahitaji musharaka, kinahitaji kuendelea, ni kitendo ambacho cha istimrar, kitendo kinachotaka kuendelea kitu. Kwa hiyo inkata, ukikata, maana yake kinasimama, isipokuwa pale ambapo wewe mwenyewe utataka na utahitajia kile ambacho utakikata kiendelee. Yani mfano wake kama vile ambavyo unavyoona eh, ukachukua kioo, kioo asili yake ukikitupa kikivunjika, afu kinaendelea chenyewe kujivunja kule mbele, kwa sababu asili yake chenyewe ni kuendelea, ni kuendelea kujivunja namna kilivyokaa chenyewe. Hivyo hivyo ndivyo ambavyo Mtume sallama alivyosema kwamba mwanadamu anapokufa matendo yake yote ameyakata, ye yale ambayo yanayohitaji malipo ya kuendelea. Yale matendo ambayo yanahitaji malipo ya kuendelea, yale yatakuwa yanaendelea, kama utakuwa umetengeneza mifumo ya malipo ya kuendelea. Na yale ambayo hujayatengenezea misingi ya kuendelea, maanake moja kwa moja umeyakata, yanabaki. Kwa mfano, kwa mfano, hizi swala tunazoswali sisi, tunaswali hizi swala Zinaenda kutusaidia mbele ya Allah subhanahu wa taala, lakini tukifa, moja kwa moja zile swala zinasimama, yaani haziendelei, kwamba labda zile swala ulizoswali atakuja kuswali nyuma, basi wewe utaendelea kupewa thawabu kule mbele, kwa sababu kuna watu wanakuswalia huko nyuma. Hicho kitu amna, hakitotokea na wala haki bali. Kilichopo ni kwamba kitendo ambacho wewe ulichoamua kwamba hichi kiendelee, kama alivyosema Mtume Mfano sadaka tunjaria. Sadaka yenye kuendelea, sadaka ambayo wewe umeitoa yenye kuendelea, yaani baada ya kufa kwako, sadaka ile uliyoitoa inaendelea kufanya kazi. Maana ukatoa ardhi kwa ajili ya kujenga mambo ya kijamii, paka jengwa shule, paka jengwa madaris, paka jengwa masjid, ukatoa sehemu watu wakaja wakachimba kisima, kile kisima kitakuwa ni chenye kuendelea, kwa sababu jamii inanufaika na yale maji <coughs> kadhalika pia na vyo vyote vile utakavyokuwa umefanya, umetoa sadaka kwa ajili ya jambo zito lote lenye kuendelea. Haya yote ni katika mambo ambayo yanavutia, na inaitwa sadaka tulijalia, katika mambo ambayo yanikuendelea ni yani sadaka yenye kuendelea ambayo itakufanya wewe baada ya maisha haya kufa kule unakoenda mbele

Uh, inna lilmuttaqina mafaza amma ba'd, tuhusiyani bila kusahau kuhusia nafsi yangu katika swala so zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu uchamungu ni katika jambo la mwanzo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia kuanzia kizazi chetu cha mwanzo, kuanzia manabii na mitume wote waliokuja mpaka leo. Allah anatuhusia sisi tuendelee kuwa wacha Mungu kwa maana ya kudumu katika ibada mbalimbali zenye kuleta manufaa kwa sisi. Ndugu zangu, Nikirudi kwenye hotuba yetu ya kwanza, nikiendelea na mwendelezo huo, Mtume sallama amezungumza vitu vitatu, akasema sadaqatul jariya. Ikafafanua sadaqatul jariya kwa namna ambayo Allah alivyonijalia, lakini Mtume akasema pia, au ilmu yantafa bi au elimu ambayo mtu ameitoa ambayo mtu huwa anapata manufaa kwa elimu hiyo. Mathalan leo wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuwa ni mtu ambaye ilmi una elimu ukaitoa elimu yako, ukaacha athari katika maisha yako ya dunia kwa kuwafundisha watu dini, wakaipeta vizuri, yaani mtu akamtambua Allah kupitia elimu yako. Elimu hii nanaye akichukua kenda akamfundisha mtu mwingine, basi pia inakuwa na wewe pia unapata, kwa sababu umeacha manufaa kwamba ni elimu ambayo watu wanapata manufaa. Kadhalika, sio hivyo tu, bali pia hata umemfundisha mtu udereva mathala, ni mfano, umemfundisha mtu udereva, umemfundisha mtu udereva na yule kijana uliyemfundisha udereva, akaendelea kupata manufaa kupitia udereva ambao umemfundisha, kile anachokipata katika riziki zake, basi kadhalika pia na wewe pia unapata fungu lako pale, kwa sababu tayari ulishampa elimu, na yeye kimfundisha mtu mwingine pia, naye pia pia anapata faida hivyo hivyo, kwa maana pia zile, yale manufaa ile elimu yenye manufaa ambayo wewe uliifikisha kwenye jamii na jamii ikanufaika nayo, basi na wewe pia unaipata hiyo elimu ambayo wao wamefundisha kwenye jamii kwao. Tujitahidi wale wote ambao wenye elimu mbalimbali una elimu ya injinia, una elimu ya ujenzi, una elimu ya udereva, una elimu se... itoe elimu yako ili unapoondoka uache athari, uachie watu elimu yako. Zile elimu wale wanapokaa kuzifanyia kazi, zinakuja kukusaidia yeye mwenyewe kwa sababu umeacha elimu zenye kuwanufaisha zinawanufaisha zile elimu zako ulizoziacha. Kwa kila mmoja ajiangalie, ana nini anachojua anakitambua, ili aweze kumfundisha mwenzie, apate manufaa kupitia elimu, apate faida kupitia elimu. Nukta nyingine ya hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwenye kipengele cha tatu kwamba au waladun swari. Nukta hii nitakaa kidogo hapa kufafanua kidogo kimapana kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema au waladun swari au mtoto mwema. Kwanza lazima tujue kwa nini Mtume amesema waladun swalih. Maana yake ni kwamba, hapa anataka kuzungumza Mtume, anataka kutuambia kwamba wema, wema unamfanya mtu awe karibu na wala wake awe karibu na Allah, na mtu anapokuwa yuko karibu na Allah, inakuwa ni rahisi kujibiwa maombi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala maana Mtume akasema au waladun swari, au mtoto mwema. Mtoto mwema ambaye wewe ulimwandaa kuwa mwema kwa kumfundisha misingi ya dini na misingi ya imani, kwa hiyo akawa ni mtoto mwema, kwa sababu ya wema wake ule, ambaye anayofanya unakuwa unakunufaisha wewe, anakuja ni anakuwa ni mtu ambaye mwenye kujikaribisha kulika, kwa Allah. Anapokuwa ni mtu mwenye kujikaribisha kwa Allah, anaposimama akanyanyua mikono akamwombea mzazi wake, akamwombea mzee wake, akaombea wazazi wake, basi hii dua ambayo huyu mtoto mwema ataiomba kwa wazazi wake, dua hii itafika kwa wazazi wake, kwa sababu huyu mtoto ni mtoto mwema sio mtoto mwovu. Mtume hakusema mtoto muovu. Kwa nini? Kwa sababu uovu unamfanya mtu kuwa mbali na mola wake, na kama unakuwa mbali na mola wako, maana yake dua unazoziomba zinakuwa ziko mbali kukubaliwa na Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo kujikaribisha kwa Allah subhanahu wataala kwa kuyatenda matendo yaliokuwa mazuri kuna kufanya wewe nafsi yako uwe karibu sana na mola wako kiasi ambapo unaposimama kumuomba Mwenyezi Mungu, basi Allah subhanahu wa taala anapokea dua yako yu, hiyo inaitwa ndio wema. Lakini pia katika mito nyingine tunasema waladun, mtume ametumia waladun eh, hakusema ibnu. Tusikilizane vizuri, Waislamu, mtume amesema waladun, hakusema wala ibnu. Kuna utofauti gani kati ya waladun na ibnu? Ibnu ni yule mtoto ambaye aliyetoka kwenye <coughs> mgongo wako wewe mwenyewe, huyu ni ibnu huyu ni, ndiyo mtoto ambaye aliyetoka aliyetoka katika bin aslabi kama katika migongo yenu anaitwa ibnu. Kwa hiyo mtume hakusema ibnu, kwa maana hakukusudia mtume salama kwamba ni mtoto ambaye aliyetoka katika migongo yenu nyie, bali mtume amesema waladu. Waladu ni nini? Unaposema waladu, kuna maana mbili, kuna waladun haqiqiyun na waladun ma'nawiy. Kuna waladun haqiqi, kuna mtoto wa uhakika Mtoto hakika ni yule ambaye aliyetoka kwenye migongo yenu nyinyi moja kwa moja, huyu ni mtoto ambaye ni mtoto wa hakika, alitoka katika migongo yenu nyinyi. Lakini kuna waladun ma'nawi, kuna waladu wa kimana, kuna mtoto wa kimana. Huyu mtoto wa kimana ni yupi? Mtoto wa kimana ni huyu ambaye afuatayo. Mtoto wa kimana ni yule ambaye wewe umemchukua huyu mtoto ukamlea, hujamzaa wewe, lakini ukamlea, ukaishi naye, ukamlea. Huyu ni waladun maanawi huyu uy. ni mtoto wa kimaana. Lakini mtoto wa kimaana ni yule ambaye wewe umekuwa naye pamoja ukampa ilmu, ukamfundisha dini ukamfundisha fani mbalimbali ukamfundisha, huyu mtoto akapata fani mbalimbali zenye kumsaidia katika maisha yake, fani mbalimbali za uinjinia za udereva za ilmu mbalimbali ili usio kompyuta ili usio ukampa fani maalum huyu mtoto huyu anakuwa ni waladun maanawi huyu uy. ni mtoto wako, lakini ni mtoto ambaye ni maana wi sio hakiki. Manake anaposimama akakuombea dua, na wewe ile dua inakufikia kwa sababu anapata riski kwa ilmu ambayo wewe umemwachia. Hata kama yeye asipokuja kaburini kwako, au hata kama asipokuja siku ya kufariki kwako akaja kukuzika, lakini akasikia kama bwana ndugu yako fulani, ambaye ya alikufundisha kitu fulani ambacho leo unanufaika nacho akasema na alhamdulillah, alinifundisha yule bwana kitu fulani. Bwana kanifundisha mimi, ni nisingejua kompyuta isipokuwa ni yeye, nisingejua elimu fulani ya sciences isipokuwa ni yeye, nisingejua Qur'ani isipokuwa ni yeye, nisingejua hadithi ya bwana Mtume Muhammad isipokuwa ni yeye. Mwenyezi Mungu amjalie bwana, amlipe kheri. Maana yake hii dua yako inaenda moja hii dua yake huyu mtoto inakuja kwako moja kwa moja, lakini huyu ni mtoto wa kimaana ambayo wewe ndiye ambaye ufanyaje, umezalisha kwa maana umemfundisha vitu na yeye pia anaendelea kufundisha kule mbele, pia anaendelea kunufaika nayo, kama vile ambavyo sisi tulivyo leo. Sisi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ametufundisha, amefundisha masahaba dini. Alipofundisha masahaba, masahaba kafundisha tabiin, tabiin akafundisha tabi tabiin, tabi tabiin tabi, tabi, akafundisha mpaka ametufikia sisi wa zama hizi. Maana yake ni kwamba hii ilmu ambayo, ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha kuanzia muda ule alipofundisha mpaka leo mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kunufaika na hii ilmu ambayo yameiacha katika umma. Na sisi mtume sallallahu, sisi pamoja kwamba ni mtume wa Allah, katika upande wa kiilmu sisi mtume ni baba yetu. Mtume sisi nini? Ni baba yetu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wakati masahaba walipotamani walipotarajia na kutamani kwamba mtume wamchukua amuoe Bi Aisha au mmoja katika wake zake mtume akamwambia wa azwajuhu ummahatikum, na wake zake mtume ni mama zenu, marufuku kumwoa, marufuku kuoa mama zenu. Maana yake kama wake zake ni mama zetu, basi yeye mtume sisi ni baba yetu kiilmu, kwa maana ni baba yetu kimaana, lakini sio baba yetu kihakiki, bali ni baba yetu kimaana, kwa maana kwamba ametufundisha ilmu ambayo leo sisi tunayofaidika nayo, tunajua namna ya kuswali tunajua namna ya kukimsala, tunajua namna ya kujitayarisha, tunajua namna ya kuvaa mavazi yenye heshima. Hii ni elimu ambayo Mtume Salama amekuja kuifundisha, amekuja kutufikishia, na sisi tukapokea kama vile ambavyo Mtume Salama alivyotufundisha. Kimsingi huo na kwa maana hiyo ni kwamba, huyu mtoto akaja akakuombea dua wewe mzazi, mtoto huyu hakiki au mtoto wa kimaana hii dua wewe inakufikia kwa maana <coughs>

mitume na masahaba waliokuja wali huku nyuma, wakaja kizazi kingine kikaja yakuluna, wao wakasema kumwambia Allah, rabbana ighfir lana, e mola wetu tusamehi sisi, walladhina min qablihim, na wale ambao waliopita kabla yetu sisi. Kwa maana manatusamehe sisi tulizopo na waliotangulia, masahaba tabi-tabiina, mitume manabii wote waliotangulia nyuma. Kwa nini tunaomba hivi? Tunaomba kwa sababu wao walishakuwa ni wazazi wetu kimaana walishakuwa ni wakuu wetu, baba zetu kiilmu, katika upande wa kiilmu tunawaombea dua ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala awafanyie afa pesi wao na sisi pia tunanufaika na ilmu zao walizoziacha za vitabu mbalimbali waliyoviandika kina Imam Shafi, vitabu mbalimbali waliyoviandika akina uh, Imam Ahmad ibn Hanbal, vitabu vingi tunanufaika nazo. Kwa hiyo maana Allah akasema, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao waliokuja baada yao wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, akasema rabbana ighfir lana eh, Mola wetu tusamehe sisi, walladhina min qablihim, na wale ambao waliopita kabla yetu sisi, innaka anta raufu rahim, hakika mwenyezi Mungu ni msamehevu ni mrehemevu, tusamehe sisi hapa. Inajulisha kabisa kwamba sisi hawa katika upande wa ilmu, tuka katika ilmu ya kimana, na hawa sisi ni baba zetu kiilmu, na wale ambao waliwafundisha wao ni babu zetu kiilmu. Yaani, mfano nilipokuwa mimi leo ninawafundisha vijana hawa, vijana ambao mimi ninawafundisha hawa vijana, mimi ni watoto wangu kimaana, hawa ni watoto wangu mimi kimaana, kwa maana kwamba kila wanachokipata kutoka kwangu, wakisimama wakaniombea dua baada ya kufariki inanifikia mimi dua, na wao watawafundisha wenzao, wale wenzao watakiwafundisha, wakisimama pia kuniombea dua, nao pia itafika kwamba wale watakuwa ni wajukuu zangu na hawa watakuwa ni watoto wangu ni katika imani, nukta hii ya waladu sarih, mtoto mwema. Tushafafanua kwamba nini maana ya mtoto, na Mtume salam hakusema ibnu, amesema waladu. Kwa nini hakusema ibnu? Hakusema ibnu kwa sababu katika wema vipo vitu na yapo, zipo ilmu ambazo wewe unazozitoa hauumpi mtoto wako aliotoka kwenye mgongo wako tu, unawapa watoto wengine waliotoka kwenye migongo ya watu wengine lakini inakuwa ni manufaa kwao hawa watoto kwe, wale watoto wao pia ni watoto wako kimana, ni watoto wako wale kimana, kwa maana wananufaika na kile ulichowapa, na wao pia wataendelea dua zao kukuombea wewe, na wewe pia utanufaika na dua zao utakachokuwa nakuombea. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu ambao wenye kuyafanya majambo ambao yakuacha athari na yakutengeneza, tuwatengeneze watoto waliokuwa wema. Mtoto mwema ni ule mtoto ambaye ana hofu kwa mola wake, anatwii kumtii wake, mwanawake anatwii kumtii bwana Mtume Muhammad salama, anafuata imani ya dini yake ya Uislamu, ya yuko vizuri. Hata kama akichukuliwa akawekwa kwenye sekta au kwenye kitengo fulani cha serikali, kitengo fulani cha kijamii, hawezi kufanya ufisadi. Huyu ndio mtoto mwema. Leo jamii inakosa ina, ina, ina, ina kuwa na, na, na maendeleo ya, ya, ya pamoja kwa sababu wengi wao wanaekaa kwenye vitengo sio watu wema, wamekosa maadili sahihi katika imani zao na katika dini zao. Wamekosa maadili hayo katika imani zao na dini zao. Mtu anachukuliwa anawekwa kwenye kitengo fulani, kwenye wizara fulani, kwenye sehemu fulani, lakini anafanya ufisadi. Kwa nini? Kwa sababu amekosa maadili, hana wema, kwa sababu moyo wake ni moyo ambaye unakuwa na asili ya tamaa, badala ya kusimama yeye kutengeneza jamii na kuinufaisha jamii, anajiangalia yeye kwanza kujinufaisha yeye, kwa sababu amekuwa sio mtoto mwema. Amepata elimu ambayo iliyomfundisha na kumwelekeza kwamba yeye anatakiwa akusanye mali bila ya kuangalia njia anazozikusanyia ile mali. Mali anayekusanya anakusanya kupitia kwenye njia gani? Lazima uangalie njia ambayo unakusanyia mali zako. Mali unakusanya kupitia kwenye njia gani? Sababu hii mali pia ambayo unaikusanya utakuja kuuliza mbele ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo unapokosa kukaa kwenye njia ya wema, maana yake utakaa kwenye njia ya uovu, na ukikaa kwenye njia ya uovu, ili jambo linakuwa ni jambo gumu <coughs> sana mbele ya Allah subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie tuwe miongoni mwa watu ambao wenye kusikiliza maneno mazuri na kuyafuata yale ambayo yaliokuwa mazuri, ala kadhalika pia atujalie sisi tu watu wema na vizazi vyetu na watoto wetu na vichuku wetu wote kwa watoto na vizazi vilivyokuwa wema, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arba'a